Hapa Tunduma ninyi hapa Tunduma. Wewe unaweza ukawa hapa Tunduma eti unafanya fujo hapa, unamkomoa Mwiguru, yeye yuko Iramba kule, jamaa wanakunywa maziwa. Amani ya Tunduma hapa mnufaika wa kwanza ni wewe. Na nyie wana Tunduma ni ndugu zangu, tunaongeaga ukweli. Nilikuja hata siku moja hapa elfu mbili na kumi na nne kumi na tano kwenye uchaguzi, nikakuta kuna vijana wawili hapa wameuana kwenye vyama eti, Vyama vilikuwa vinapishana, mkafanya fujo, watu wakafa wawili. Nikawaambia, huu ni ugeni wa siasa za vyama vingi, mnauanaje? Nyie na bungeni hamwendi, mnapiganaje? Unaambiwa kamanda koma, tupigane. Ninyi mkishapigana mnauana hapa, sisi tukishaingia kule bila kujali ni wa chama gani, kwanza tunatafuta nyama choma iko wapi. Nikawambia nyie vipi, Ninyi vipi? Ninyi mnauana, mnasababisha wajane, mnasababisha yatima, halafu pale bungeni hata hamwingii. Komaa kamanda! Sisi tukishamaliza kufika pale hata hatuja, hapa tunatafuta nyama choma iko wapi. Vipi, amani ya kwanza mnufaika ni wewe, ndio. Ninyi mnasukumwa mnasukumwa mnasukumwa na mtu ambaye yeye anufaiki na amani yenu, anawaambia fanyeni fujo. Yeye ni mtu yeye yuko, yuko Marekani, yeye yuko Kenya, yeye yuko South Africa, anakuambia fanya fujo Tunduma. Yeye na watoto wake yuko kule anakuangalia kwenye TV, ameweka na juisi, ameweka na mishikaki, anakuambia choma na shule. Yeye watoto wake shule anayosoma ya marumaru Sijui kama mnanielewa, anakwambia kwa mtandao, tukutane round about tufanye vurugu. Yeye yuko South Africa, yeye yuko Marekani, yeye yuko Nairobi. Na ukifanya ukifanya vurugu, yeye ndo analipwa kwamba akahamasisha vurugu vizuri, analipwa kwa we, kwa wewe kufanya vurugu analipwa yeye. Hivi hamjamsikia mmoja mitandaoni, nyewe simnaingia, hamjamsikia mmoja anasema mii nakujaje huko, nina hela nyingi sana? Kashalipwa kwa vurugu yenu, anasema nyumba anayokaa ni ya bilioni kumi na mbili. Bilioni kumi na mbili ni mradi huu wote wa Tunduma, amelipwa yeye, ili ninyi mfanye vurugu ili ninyi mharibu mradi wenu wa, wa, wa maji, ili ninyi mchome soko lenu linalowapa chakula kila siku. Yeye kalipwa awaambie fanyeni vuru. Wengine wako hapo wamehifadhiwa ni madogo tulikuwa nao wote, kila siku tunasongesha pamoja. Juzi mmoja kapewa bilioni mbili, kapewa dola milioni mbili ni ni takriban bilioni tano 5 alafu, anakuambia wewe uende mbele kufanya vuruku. Mnufaika wa kwanza wa amani ni wewe mwenyewe, mkazi wa eneo husika na Watanzania. Mimi niwaambieni, Tujifunze kuwa na wivu na nchi yetu. Mungu katupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuwe na wivu, tuilinde kwa wivu. Wanakaaje watu wa taifa lingine? Wanakaa wana mtandaoni siku nzima, wanakesha, wanawatukaneni ninyi. Mnadhani wanatukana rais, wanatukana nchi. Hawa watu wanawachaje kuheshimu? Wanakaa wamekaa wamengangana. Ninyi ninyi ninyi mmewahi kutukana nchi nyingine lini? Halafu watu wamekaa wanatumia upole wetu wanatukaneni, tukaneni, tunani. Na watu wengine mko humu humu mnashangilia, na wengine wamehifadhiwa hapo hapo, vijana wa chama fulani tunajua, wamehifadhiwa pale pale, ni vijana wengine, ni viongozi wa chama kingine, wamehifadhiwa pale pale. Hivi ninyi mmejua yule anayewalipa yule anayewalipa mpaka wakae pale, mnajua yeye amepanga kurejeshaje hizo fedha? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla yeye kununuliwa. Aje na kuepo kiongozi wa wa wa, wa, wa, sijui anaita wa kaanda, si wa mkoa, si wa wapi, hata ofisi hela ya kujengea hawana, wanaweza kukaa hoteli ya kitalii kwa miezi sita. Yule anayewaweka anapanga kurejeshaje hiyo fedha yake? Wa tukana, tukana wa yale mataifa wale wa yale mataifa wanaotukana, mimi niwaambie, tunasoma wanachokiandika, tunasoma wanachotukana. Na yule yule aliyehamasisha maandamano amekiri kwa mdomo wake kwamba kuna taifa moja limetusaidia, kafungiwafungiwa akaunti yake, anasema na lile taifa lililotusaidia, na wenyewe wa waendeleze fujo, waendeleze vurugu kwenye nchi yetu. Watazania amkeni, hilo sio jambo la uchaguzi, hilo wala sio jambo la vyama, ni rasilimali. Ninyi amjawai kufuatilia hapa Afrika muone mambo yanavyofanyika? Ukiona chui anamshambulia mchungaji, lengo lake sio mchungaji, ni wale kondoo, rasilimali. Ndio maana watu wanaungana kwa nguvu yote, ile rasilimali wanatambua. Tanzania imegundulika uranium, yamegundulika madini adhimu ambayo Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika, na mengine yako Songwe hapa, yamegundulika Tanzania itakuwa namba moja na yale ndio madini yanayotafutwa duniani kote. Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi tisa duniani na ya kwanza kwa Afrika na ninyi mnajuaga nchi zikigundua rasilimali, wale wanaomezea mate rasilimali wanafanya ganini ili wazipate? Wanafanya fujo, na baadaye wanakuja kama wapatanishi, na baadaye wanatoa silaha, watu wanapigana, wao wanachota rasilimali. Walifanya katika baadhi ya mataifa hapa, ninyi hamjawahi kuona.